Vipi? Mimi niko njema kama unavyoniona. Niona e. Mapema kabisa. Ndio. Nimeshatinga Benjamin Mkapa. Ah, kama hamna watu hivi leo. Amna watu. Wawe. Wana Yanga unatujua sisi siku zote. Saivi, sisi sasa hivi kwanza tuna tunatafuta hela. Yanga hakuna Mario. Wana Yanga wote hakuna Mario. Kwa hiyo hatuwezi kurupuka mapema mapema, sasa hivi game saa 11 tujazane hapo. Tuache kutafuta hela, tunatafuta hela afu tunakuja kuburudika na Yanga. Mtoko mpya yani jezi ya msimu 2025 26, unajua imetoka jana. hey, kuna watu sasa hivi walishasahau sisi ndio tumetoa uzi mkali jana wa kuingia nao kwenye mechi kali. Eh, hey, timu kubwa inafanya mambo makubwa. Kwao, labda leo nataka tuzungumze kwenye mchezo wa leo au nataka tuzungumze lipi? Bwana, hizi hizi jezi zimezua zime, zime gumzo sana Uchebe. Gumzo lipi? Mtandaoni, kwa sema Yanga wametoa jezi zile za kwanza, zimeanilia sasa hivi ametoa mpya yani hatuelewi. Tuliwaambia. Ya kwanza ni mtoko. Ya kwanza ni mtoko. Sasa hivi tumetoa jezi. Kuna mtu wa kushindana naye kwenye jezi yetu? Ya kwanza? Ulikuwa mtoko. Si wanayanga tumezea kutumia hela sio malio. O hmm. Umenielewa? Hela hmm. Kwetu sio shida. Wewe hmm. Tupe burudani si tu enjoy. Nimeona tu zilivotoka uka, uka, uka, uka kabisa mapema. Tena mtu wa kwanza kabisa inatoka nga, nga mwilini Jio. Na picha ya kwanza nga kwa mtandaoni ndio hey. Maana nakwambia hivi wanayanga si kutumia pesa sio shida ah. Wewe lete mali yako imenyoka si, si tu enjoy. Tunapita nayo mapema tu. Kwao sisi kwanza kwenye maisha haya ya GSM tunaenjoy sana. E, GSM atafanya biashara anavyotaka mm. na kupitia klabu ya Yanga. Sisi tunaenjoy na yeye anavyotupa burudani. Leo tunaangalia timu bora barani Afrika. Usipohitaja una usipo Yanga unahitaja timu gani? Nakuuliza wewe. Usipohitaja usipohitaja Yanga timu bora barani Afrika unahitaja timu gani? Kwenye top 5 ampo pale. Wewe sikiliza acha mambo yako. Simba yupo goja. Ukubwa wa pua sio wingi wa kamasi. Simba yuko juu pale, nakwambia hivi, ukubwa wa pua sio wingi wa kamasi. Kwa kakaa pale kama ubao tu, kila mtu anacheka, anamcheka. Uongo kweli? Nakuuliza wewe, Simba amekaa pale kama nani? Ni kichekesho tu, kila mtu anamcheka. Si performance yake nimemfanya kae pale? Haya, amefungwa mara ngapi na Yanga? Sio kwa mataifa, lakini nakuuliza, tuletee huko kwenye mataifa. Tufanye hivi, mchezo wa leo tucheze na Simba kama anaruka Simba hapo, nataka Simba, ah, nakuuliza, nakwambia hivi tumdondoe Benguela kae pembeni, au tukimaliza na Benguela mm, aje Simba tucheze naye Simba, hii imedimoloka nakwambia hivi. nielewe vizuri. Tukimaliza na Benguela kucheza, sikia mimi naisha mm, saa kumi mm. mm. na mbili mm. na nusu. Umenielewa? Tunakuwa tumemalizana, mimi nakuwa na hesabu, niko raundi nyingine, baada ya hapo Simba sa... ana mchezo wake wa kesho mm, tumwambie hivi Yanga hii imetoka kucheza na Benguela hmm. saa moja, tuanze na wao eh? kama ana, anapata matokeo kwa Yanga shida. Nyinyi ndio mnawajaza ujinga, umenielewa eh. Unampa sifa ambazo hazistahili. Leo mimi nataka nikupe fakti ambazo zimenyoka, umenielewa uh -huh. hmm. Yanga ndani ya misimu minne imekusanya vikombe Simba ndani ya msimu minne amekusanya nini? Ngoja nakuuliza, Simba itajengwa kwa miaka mingapi? Utaiona wapi? Ndio maana nakwambia, tutaiona pale kwenye ubao kama vichekesho, kila mtu anaicheka tu, umenielewa eh? yeah. hey, ndio maana nakwambia sasa, ndani ya msimu minne simba hajakusanya hata kikombe cha kahawa, hamna. Yanga tumekusanya vikombe hadi ugenini. Umenielewa? E. Tumeenda Rwanda tumeleta kombe, South Africa tumeleta kombe. Umenielewa? Sisi aliyetunyima kikombe D. tuna watu ambao tunasema tuna, tuna asila nao. Wasija akajichanganya kupita kwenye njia zetu, tutawanyosha. D. Leo vipi? Ndio maana nakwambia hivi. Leo tuko final nani hii kombe la sh, la klabu bingwa. First preliminary. Tunarudiana na Benguela. Kwake tulishambangua kule. Unakumbuka? Hakuna timu yoyote iliyotoka Tanzania ikaenda Angola ikachukua alama tatu, haipo mm. zaidi ya Yanga yeah, umenielewa mm. hakuna mm. timu nyingine iliyopata matokeo dhidi ya nani mm. zaidi ya Yanga iliyoenda Angola imechukua alama tatu na imerudi make Coast Union, mm. imeenda kumtetea Union, imeenda kumtetea hadi Simba mm? umenielewa mm. salizalilishwa kwani uongo. Sasa leo tunaenda kuonyesha mpira na leo na, nataka niwaambie watu mm. kwamba timu kubwa inacheza mm. na watu wakubwa wanafuatilia mechi ya Yanga. Unajua leo Osman Dembele anafuatilia game hii. Dembele gani? Osman Dembele aliyechukua nani nanii balanio sasa hivi, sasa si <coughs> unashangaa nini? Anajua Yanga leo anafuatilia, kaangalia kwenye peji ya, ya Osman Dembele Instagram ameposti nini Hey. Kaangalia ameposti nini? Today hey. I'm going to watch Africans game. Eh? Oh, vipi? Today I'm going to watch the young Africans game against Willet Benguela. Umenielewa? No. Bonge moja la mechi, hmm. Ndio maana nakwambia mechi kubwa inavyochezwa watu wakubwa wanafuatilia. Maana kile ushindi nje nje. Haya. Wewe Osman Dembele anafuatilia hii game na wafuasi wake wote mm, kwa kupitia Azam Max unajua, hiyo Messi anafuatilia hii gemu eh, umenielewa? wazito na wataja klara luvanda mm, luvanga klara mm, ruvanga si yuko mm, arimasili kule eh, yuko na eh, siara 7 eh, Cristiano Ronaldo so hapo naye Cristiano Ronaldo amemwambia kwa klara luvanda mm, leo niambiwa Afrika kuna gemu inachezwa na timu hiyo kutoka Tanzania. Da mm. Young Africans ni kweli. Mm. Klabu ya Yanga amemwambia ni kweli ndio timu ambayo inaenda leo kuwakilisha bara la Afrika. Amesema naenda kuwatch. Sawa. Messi time leo tunatazamwa tuna na wachezaji wakubwa duniani. Sawa. Manaki owe chebe kwa unavyosema hivyo manaki leo ushindi nje nje. Sasa tunamwachaje? Yanga kumangapi, yani anakula. Umesikia? Mm. Tulishakwambia mpango wetu Umenielewa, hatua hatua ya awali lazima tuvuke na goli kumi. Anadaiwa goli saba, huyu anadaiwa goli ngapi? hmm. na yeye mwenyewe kama mmefuatilia page yake ya Instagram, huyu hmm. Williet ameposti pale hmm. kwamba leo, naomba Yanga mnifunge goli nne tu, msizidisha, au mjaona, au kifaransa kinawasumbua kaposti ka yeye mwenyewe, kaposti pale, kaandika naombeni, msinifunge zaidi ya goli nne mdomo baadaye, mdomo mdomo, sasa mdomo gani? Mi naambieni mm. Fuatilieni waandishi nyewe wamjapita kwenye peji zao mm. ajaposti nne pale <laughs> ah, aja <posti> <laughs> ah, Labda nyinyi kama mjajua kutafsiri kifaransa tu ila mm. yeah, kama mmeshindwa mi nimewatafsiria. mm. kasema Yanga, msitufunge zaidi ya goli nne, hapo hapo zinatosha, hapo hapo. Yaani angalau tufungwe saba tatu, tatu na hapa nyumbani tumekabidhi nne fresh, muende round inayofuata. Bila mkisema mfunge full mkoko, hizo hmm. saba mnazotaka mtatimiza msitufikishe huko. Maana kilo mtachukua mihela mingi sana. Kudhalilika ile ni timu ya matajiri hmm. Umenielewa tunavyozungumza timu ya matajiri hmm. Kule Angola tunazungumza Willet hmm. hmm. Sisi hatucheze na timu maskini sisi